Ni mkutano wa wateja na wadau wa MSD kwa maana ya Bohari ya Dawa Kanda ya Mbeya ambao unafanyika hapa jijini Mbeya, na lengo kubwa la mkutano huu ni kuweza kukusanyika na wadau mbalimbali, kwa maana uh, mram ma kwa maana waganga kuu wa mikoa, lakini pia waganga wa, wa halmashauri uh, ya wilaya, lakini pia wanachojadili ni kuhakikisha kwamba wanajadili changamoto mbalimbali ambazo mba wamekuwa wakikutana nazo, lakini pia hata yale mafanikio ambayo ameweza kuyapata katika kipindi chote e, hiki cha kuweza kuhudumia wananchi katika e, mitaa mbalimbali, lakini pia katika halmashauri mbalimbali. Aa, katika kikao hichi au mkutano huu mganga mkuu wa mkoa wa Mbeya, ambaye ndiye mgeni rasmi katika mkutano huu, ametoa maagizo ya kwa kuhakikisha kwamba uh, kila halmashauri wanafanya ukusanyaji wa mapato ili kuweza uh, kulipa le madeni ambayo wamekuwa wakikutana nayo. Katika mkutano huu sote kwa pamoja tutaondoka na uelewa pamoja na tutaweka mazingira ya pamoja ambayo yatatusaidia katika kutekeleza uboreshaji wa bidhaa za afya na kuboresha huduma za afya katika maeneo yetu ya kazi. Tukasimamia ukusanyaji wa mapato ya vituo vya kutolea huduma za afya ili viweze kulipa madeni ya Bohari ya Dawa kwa wakati, mara tu baada ya kupokea shehena ya bidhaa za afya, kuepusha madeni yasiyo ya lazima. Kwa sasa hali ya upatikanaji hii kakwimu hadi kufikia Februari 2025. Kwa mwaka 2024 imeweza kutenga shilingi bilioni 205 na hiyo imesaidia pia katika kuimarisha hali ya upatikanaji wa dawa, na kama mwakilishi kutoka Rusia alivyoeleza awali kwamba tuone yote ili kupitia kikao hiki sasa tuweze kutatua changamoto ambazo ambazo zipo na mwisho wa siku tuweze kufikia asilimia mia moja ya hali ya upatikanaji wa bidhaa za afya, na hivyo kutatua hali ya kuhakikisha kwamba mwananchi anapoenda kwenye vituo vya kupata huduma za afya anapata huduma bora. Natambua kwamba kwa kuna vyanzo vingi vya fedha, lakini kupitia fedha za ruzuku so zaidi ya milioni mia moja thelathini na tatu, tuna imani kuwa kwa kushirikiana tunaweza kuhakikisha malengo yetu ya kuhakikisha kila mwananchi na anapata na huduma bora za afya kwa wakati na kwa ufanisi. Ni kweli uh, taasisi zetu za afya vituo vyetu vya afya uh, vinatoa huduma lakini madeni yapo, lakini tumepokea tumepokea vizuri sana haya maelekezo na tumejipanga kukusanya kwa kutumia mifumo yetu ya fedha, lakini kwa kulipa pia madeni ambayo MSD wanatudai, ili MSD nayo iweze kujiendesha kuendelea kutoa zaidi bidhaa za afya. Changamoto bado ni nyingi, bidhaa unakuta zingine hazionekani, lakini pia oda unaweza oda kituo kizima usione. Yani changamoto bado ni mpya, kwa sababu mfumo pia ni mpya, kutoka katika mkutano huu ambao unafanyika hapa jijini Mbeya. Mimi ni Pasco Ndambo, endelea kuifuatilia Manara TV.